Kwenye maji natambua kuna maeneo ndani ya Arumeru ambayo bado hayajafikiwa na huduma za maji, lakini tuna miradi inayoendelea. Tuna mradi mkubwa wa miji ishirini na nane unaendelea maeneo tofauti tofauti. Lengo letu na azma yetu, ikifika ishirini thelathini, pengine mbali mno, kila mtanzania awe karibu na huduma ya maji safi na salama, kila mtanzania na kwa maji kitaifa, kwa maji kitaifa kita tumefikia asilimia themanini na sita themanini na saba ukichukua average kitaifa. Asilimia iliyobaki ndani ya miaka mitano ijayo tunamaliza tatizo la maji na kwa sio ishu. Tunabakia na matunzo ya vyanzo vya maji na matunzo ya usambazaji wa maji. Kwenye umeme, ndugu zangu, umeme tunakwenda kumaliza vitongoji vilivyobaki Ilani ilitutaka tupeleke vijiji vyote, tulimaliza vijiji, tukaanza vitongoji, tukajiengeza na tunavyozungumza nusu ya vitongoji vya Tanzania tayari vina umeme. Miaka inayokuja tunamaliza umeme kwenye vitongoji, tukifika ishirini thelathini, Tanzania yote inawaka umeme. Lakini la pili kwenye nishati ni nishati safi ya kupikia, na hiyo nayo ni ajenda yetu ili kuwanusuru kina mama na maradhi yanayotokana na moshi wa makuni na moshi wa mikaa. Nishati safi ya kupikia huko nako ni na ajenda yetu. Ndugu zangu, nigusie kwenye kilimo. Watanzania ni wakulima wazuri sana kwenye kilimo. Tumefanikiwa kwanza kufanya Tanzania izalishe mazao kwa wingi. Tunavyozungumza sisi sasa, Afrika ni wa pili kwa kuzalisha mahindi kwa wingi, lakini ni wa pili kwa kuzalisha tumbaku kwa wingi na mazao mengine yanakuja juu. Tunazalisha chakula chingi sana. Sasa hivi Tanzania tunaitegemea kwa chakula kwa asilimia mia moja na ishirini na nane, na pia tumeondosha ule mpaka wa mazao ya biashara, mazao ya kilimo. Sasa hivi kila zao ni biashara, lengo letu ilikuwa ni kilimo biashara na tukifika 2030 sekta ya kilimo ikue kwa asilimia kumi, na huko ndiko tunakoelekea na jinsi ninavyoona tunakwenda kufikia huko. Kwa nini? Kwa sababu tumetoa kipaumbele kwanza kwenye kilimo cha umwagiliaji maji. Tunatengeneza mabonde kadhaa ya kumwagilia, ambayo pia miradi ile inakwenda kuzuia mafuriko. Kama alivyosema mbunge hapa, tuna tatizo la mafuriko. Kwa hiyo, kupitia mabonde ya kumwagilia tunakwenda kutengeneza skimu za kumwagilia na system au njia za kuzuia mafuriko.